Kwa hiyo siku ya leo napenda nizungumzie sababu za ugumu wa kupata mwenzi sahihi wa maisha. Na mimi hili ni jambo ambalo linawasumbua sana, hasa vijana kipindi hiki, lakini nataka nikuambie hakuna tofauti kubwa sana na zamani, ila tu ni kanuni, ni zile zile za msingi ambazo tunaweza tukazitumia zikatusaidia katika maisha yetu, kuona namna gani unaweza ukapata mwenzi sahihi wa maisha, kwa sababu ukikosea katika hiyo project muhimu sana ya maisha yako, mambo mengine yote yamekwama. Hii ni idara maalumu au ni taasisi maalumu ambayo imeanzishwa na Mungu na haina mbadala. Kwa hiyo ukikosea katika eneo hili unaweza kukuta maisha yako yakakulia magumu sana. Kwa nataka nikupe sababu kadhaa kwamba kwa nini inakuwa vigumu kupata mwenzi sahihi wa maisha. Sababu ya kwanza ni wazazi kuona ndoa ni mtaji wa kiuchumi. Ah uh, imefika mahali ambako mara nyingi sana mtu anapotaka kuoa au kuolewa, wazazi wakati mwingi wanaangalia zaidi kwamba unaolewa na nani au maisha yatakuwaje kiuchumi, badala ya kuangalia kimahusiano na compatibility yani kufanana kwenu, kuendana kwenu. Kwa hiyo ile hali ya kuzingatia uchumi zaidi imeleta madhara, kwa maana kwamba wakati mwingine wazazi wanataja mahari kubwa sana ambayo mtu anatakiwa aitoe na kiasi kwamba mtu anaoa akiwa ana deni na huwa anawaambia watu kwamba kuna watu wengi sana ambao wanaishi kwenye ndoa kwa madeni wanadaiwa. Na wengine wana uwezo wa kuyamalizia lakini wanataka kumaliza hili jambo, sio jema na linaweza likamgharimu mtu kwenye maisha yake hata ya umilele. Kwa hiyo kama unadaiwa, mimi nashukuru Mungu nilielewa hili mapema na nilihakikisha kwamba tunazungumza, ifike mahali niweze kulipa mahari ambayo naweza kuilipa au inaweza kulipwa, nimalizane nao. Wakati mwingine hawawezi awa kukukubalia pale mwanzoni, lakini jitahidi umalize. Usipomaliza usipo mahari pia unaweza ukafuatiliwa na roho nyingi zinazopambana na wewe kwa sababu hukulipa mahari. Lakini wazazi pia tuwe waangalifu tusiwauze watoto, yani imekuwa kabisa kwamba mahari inatajwa kana kwamba mtu anamuuza mtoto, na hii imepelekea wengine kushindwa hata kuoa, wengine kushindwa kufanikiwa kukuolewa kwa sababu ya kutajwa mahari kubwa bila sababu. Ni vizuri kuona kwamba ni kama tu kitu kama zawadi ambacho ni cha kuwafanya mahusiano yaendelee vizuri na watoto wahakikishe wa kwamba hawaoi kwa deni. Kuna unapokuwa unadaiwa, ujue kabisa kuna mambo mengi ambayo hayata kuendea vizuri. Kwa hiyo we, wewe pia ambaye ulishaoa, unadaiwa, hakikisha unalipa ili umalizane na hiyo. Kwa hiyo wazazi wakati mwana wanaangalia kipato. Kuna binti mmoja aliwahi kupata mtu wa kumwoa, wa kumwoa wa, lakini wazazi hawakupenda na walipo wakang'ang'aniza wazazi kwamba olewe na mtu ambaye ana uwezo. Yule binti aliteseka sana kwa sababu yule mtu saa ingine anamwambia, wakati wa kula chakula anamwambia kaa chini wewe, unajua sofa wewe. Kwa mtoto yule au binti yule aliendelea kunyanyasika sana, kwa sababu wazazi waliwaza kipato zaidi. Hatusemi kwamba mtu aishi leo na mtu haeleweki, lakini kweli ni kwamba kiuchumi siwe ndio kigezo peke yake, kwa sababu wale watu wanapojenga familia wanaweza wakashauriana, maisha yakabadilika, wakafanya kazi zao kwa pamoja, lakini sio lazima kabla wawe wamejiandaa kiuchumi kiasi hicho. Kwa hiyo ni vizuri kuwa kwa uangalifu kwamba ugumu wa watu kwao unatokana pia na wazazi. Kila anapoeleza nimempata huyu, anazuiwa, na matokeo yake umri unasogea, na mwisho anafika mahali anapata hata ujauzito kwa sababu anadanganywa sasa kirahisi, na wazazi wanakuwa wamehusika kwa kuwaza uchumi zaidi kuliko kuwaza mahusiano yenye tija kwa maisha ya watu husika ambao wanatikwenda kuishi pamoja. Sisi tunatakiwa kuwashauri, lakini sio kuwapangia. Kwa shauri tu kwamba tunavyoona sisi gharama inaweza ikawa hivi, matokeo yanaweza akawa haya, lakini hatupaswi kuingilia watu ambao wanataka kujenga maisha yao ya baadaye. Vigezo vyao wanavijua wenyewe na Mungu, yeye anajua mapungufu yao walionayo. Jambo la pili ni vijana kutojiandaa mapema. Ninaposema kujiandaa mapema, sina maana kwamba ni kujiandaa tu kiuchumi, ingawaje kiuchumi ina sehemu kidogo lakini ni kwamba kuna watu wanajaribu kuingia kwenye mahusiano lakini hawajajiandaa hawaja, hawa, hawa kwa chochote. Ukifuatilia sana katika maandiko utaona kwamba Mungu alitengeneza bustani kabla ya kumpa Adamu mke. Alihakisha kwamba kuna bustani ya kulima. Na utafatilia kwa kuona kabisa kwamba hata ninaposema kujiandaa utaona kwamba mwingine kwa mfano badala ya kujiandaa kununua hata stuli, kama kiti huwezi kununua ununua stuli au ununua kigoda, yeye ana simu kali. Lakini mtu mwenye simu kali analala sebuleni kwa ndugu yake, au analala anakaa kwa ndugu yake, anasema kujiandaa ni vigumu, wakati ile simu peke yake ambayo anaitumia kuchati mtandaoni na haijampa atija, inatosha kumsababisha awe na vitu vya msingi. Pengine angeanza na stuli na nini, akawa na simu yake ya tochi, ili mradi anawasiliana kwa mawasiliano ya kawaida kwa muda, akijipanga zaidi. Sasa shida inatokea kwamba watu wamejiandaa kimtandao tu, lakini hawajiandai kwenye mambo ya msingi. Kwa kawaida mimi huwa nawaambia tu kwamba Mtu yeyote ambaye hawezi kuondoka kwao ili akakae na mkewe hana sifa za kuoa. Hatusemi lazima mtu alipie awe na atafute nyumba ya gharama kubwa, lakini ukweli ni kwamba maandiko yanasema mtu atamwacha baba yake na mama yake ambatane na mkewe wawe mwili mmoja. Kwa hiyo swala la kuoa na kukaa na wazazi sio mpango wa Mungu na litasababisha mtafaruku ta, ta, ta mwingi na matatizo mengi kwa sababu sio mpango wa Mungu, muendelee kukaa mnapangiwa pangiwa pangiwa. Mnapaswa kupanga maisha yenu kwa uhuru. Kwa hiyo sio vizuri mtu akawa anashindwa kulipia hata chumba kimoja eh, anaendelea kukaa na wazazi tu. Lazima aanze kujitegemea kabla ya ya kuanza maisha ya kuoa au kuolewa. Ni vizuri mtu akaanza kufanya maandalizi hayo ya kuona kwamba anaweza kukaa hata kama ni chumba kimoja, lakini yuko kwake. Kwa hiyo vijana kutojiandaa mapema eh, maana yake ni kwamba wako tayari tu kwenye kuandaa harusi, lakini sio kuandaa maisha kwa matokeo yake mtu anajiandaa mpaka siku ya harusi, lakini hajui maisha baada ya harusi kufungwa au ndoa kufungwa ni nini kitafuata. Na matokeo yake tumeona wengi wakiuza zawadi walizopewa ili kukabiliana na changamoto zao. Kwa hiyo ni vizuri vijana, kabla ya mtu kutaka kuoa au kuolewa, kuliko kuhangaika na kuhangaika na mahari kwanza, anza na maisha yako kujiandaa, kwamba sasa hata mwenzangu akija atakuta nini e, au tutakaaje katika maisha yetu ya kujenga familia yetu mpya. Jambo la tatu Kuto shirikisha wazazi kabla ya kuanzisha mahusiano. Ah, mara nyingi sana tumekuwa na tabia ya kuwajulisha wazazi kama taarifa tu kwamba nimempata mtu ambaye nataka kumuoa, lakini huo sio mpango mzuri. Ni vizuri kumshirikisha wazazi mapema kwamba umefika wakati sasa nataka niwe na maisha yangu na mimi nijitegemee, ili wakuachilie kwa baraka za maombi. Usisubiri kuachiliwa siku ya kufungisha ndoa, waanze mapema kukupa ushauri na na kuona kwamba unawahusisha. Mara nyingi tumekuwa na mgogoro na wazazi kwa sababu hatujawashirikisha lolote, ghafla tu ndio anamwambia mimi nimempata mtu huyu, na msipo msiponiruhusu, nitachukua hatua hizi. Sasa hiyo inasababisha uwe na ndoa ya laana, ndoa ambayo haina baraka kwa sababu hakuna mzazi anayekutakia mabaya. Lakini kama ungeanza mapema, mimi nakumbuka nilipokuwa sasa ninahitaji kuoa ilipiga magoti na tena ni mtumishi wa Mungu, ambaye ningeweza kusema, ni kama mtumishi wa Mungu napiga magoti niombewe ili nini. Na wazazi nilipiga magoti nikaomba wazazi wangu wawili waniwekee mikono waniombee kwamba nipate mke sahihi, lakini mke ambaye pia atawajali na wao sababu, tumeona kwamba unakuja kupata mke wakati mwingine anakujali wewe tu, wala hajui kwamba wewe umetoka wapi, wala hajui ndugu zako, wala hafuatilii kwamba una kaka, una dada, una nani, wala hakuulizi hayo. Sasa watu wengi wamejikuta kwamba kwamba ndoa inawaunganisha familia mbili sio, sio? Ndio maana pale kwenye kuoa na kuolewa, kuna watu wanaotoa ruhusa pale. Kwa kwa kwa nini wanaitwa ruhusu? Ni kwa sababu ni wana mamlaka bado na wewe. Kwa hiyo watu wengi wamejikuta kwamba kwa kutaka kushirikisha wazazi wakabarikiwa, wanategemea baraka za kule kanisani siku ya kufungisha ndoa. Kimsingi sio sio lazima, yani kule kufungishwa kanisani ni kuibariki tu lakini ndoa hasa ilivyotajwa kimaandiko inahusisha wazazi, na ndio maana anasema haikutaja hata mchungaji pale. Imesema mtu atamwacha baba yake na mama yake. Na ndio maana hata siku ya kufungisha ndoa, pamoja na kwamba tunabariki, tunauliza nani anayemtoa, kwa sababu huyu mtu ana kwao. Kwa hiyo usipoteze mwelekeo, kadhani kwamba swala la kuoa ni swala ambalo linahitaji kuzingatiwa kanisani peke yake. Limesababisha wengine wakose baraka kutoka kwa wazazi. Najua kuna wengi, na wengine wanaweza kuona hata mahari haina maana sana. Mahari si lazima iwe kitu cha gharama kubwa, lakini kama zawadi tu fulani. Lakini pia tukifuatilia maandiko, tunaona yakionyesha wazi kwamba kukaa na mtoto wa mtu bila kumlipia mahari, ukisoma kwenye maandiko unaweza ukapata matatizo. Wengi hawaelewi kwamba hata Adamu alilipa mahari. Adamu, kabla ya kuoa al, al, al, alifanyiwa operation kali ya nusu kaputi, ikawa amepigwa usingizi mzito mpaka alipoamka anamuona mwanamke mbele yake. Yeye mwenyewe ndiye aliyesema wewe utaitwa mwanamke. Wala Mungu hakumlazimisha amuoe wala Mungu hakumuita mwanamke, yeye mwenyewe ndiye aliyesema wewe umetokana na mimi. Kwa hiyo alilipa mahari, ili aligharamika mpaka kupatikana kwa kwa hawa, kuna gharama fulani. Kwa hiyo hii haikuepeki, kuna gharama fulani utaingia, hiyo ndio ni utaratibu, lakini isiwe tu kama watu ambao wanafanya business ya kubadilishana, lakini iwe ni kweli kwamba lazima kitu hicho kifanyike. Kwa hiyo kutoshirikisha wazazi kabla ya kuanzisha mahusiano kunasababisha ujikute kwamba unampata mtu ambaye sio sahihi, na usipokee baraka kamilifu. Usubiri mpaka ufanye kuwapa taarifa tu, na mwisho wanakwambia huyu hafai, unayemleta mwingine hafai, kwa sababu ungewashirikisha tangu mapema, wana wanakutakia mema wangekwambia zingatia haya zingatia haya mwanangu, tunakuachilia. Ndivyo ilivyofanyika hata kupatikana kwa Rebeka kwa sababu mzazi aliachilia kwamba, hebu nenda na ku na na, alimwapisha kabisa ukalete mtu wa maana anayeeleweka. Miaka ile ilikuwa unapoapishwa una Natakuwa uweke mkono kwenye paja la, la, la yule mzee na kuachilia hiyo kiapo cha hali ya juu kwamba usilete mtu asiyeeleweka hapa tunahitaji uende sasa. Kwa hiyo tunahitaji kuachiliwa kuona wazazi wanahusika tangu mapema katika swala lako. Si kwamba wakupangie, lakini wakubariki kwamba mwanangu, Mungu akuongoze kwa sababu unahitaji mtu ambaye ni sehemu ya familia yetu. Jambo la nne, kutokuwa na mwongozo kuhusu mwenzi sahihi. Tatizo la watu wengi au vijana wengi, hawatambui mahitaji yao hawatambui mapungufu yao, kwa sababu yule mtu unayekwenda kumpata ni mtu wa kukukamilisha. Hakuna mtu mzuri kwa watu wote, ila kuna mtu mmoja duniani ambaye huyo mtu anaweza kuziba pengo ambalo liko kwenye maisha yako na wewe ukaziba pengo liloko kwake, mnakamilishana, you complement each other, mnakamilishana. Kwa hiyo lazima utambue mapungufu yako, ili kabla hujampata mtu uanze kutengeneza sifa. Mimi, mimi nilitengeneza kitu kinaitwa Misright nikaweka mambo fulani ambayo huyo mtu akiwa nayo ataweza kuwa msaada katika maisha yangu, lakini nikamwambia Mungu, sifungwi na haya. Kama wewe Mungu mwingine unaona yatatengenezeka mbele ya, ya, ya ndoa yetu ikishafungwa sawa, lakini mimi nafikiri nikimpata mtu wa namna hii anaweza akawa msaada kwangu na mimi nikamsaidia vile vile, kwa sababu ni pande mbili, wote wanufaike na mahusiano hayo. Sio mmoja anasema mimi nataka tajiri, lakini hana chochote, hana wazo lolote, hana, hana kitu anachoweza kuchangia chochote, anasema tu nataka tajiri. Matokeo yake yule mtu anakudharau, anakuona huna maana kwa sababu wewe uliangalia upande wake. Lazima uangalie na upande wako, kwamba utakuwa na kitu gani cha kumpa kitakachomsababisha akuthamini. Hata kama yeye ana pesa kuliko wewe, aone una vitu vya maana ambavyo kwenye maisha yako vinachangia kuendeleza mbele maisha yenu kuliko akiwa peke yake. Kwa hiyo hakikisha una mwongozo badala ya kuangalia sura za watu kwanza, ndipo uzitafutie sifa. Uwe na mwongozo wako kwamba hata nimpate mtu wa aina gani. Kama sioni hivi vitu vya msingi viwili vitatu hivi huyo mtu nitamuignoa, na hiyo imenisaidia sana, kwa sababu unakutana na wasichana wazuri sana, unaona kabisa kwamba huyu anavutia, lakini ukiangalia kale kama mwongozo wako unasema, nisipofuke macho kwa sababu tu ya, ya hii sura yake, wakati kuna hiki kuna hiki kuna hiki na kiona kama vile kitanipa shida kwenye maisha yangu. Kwa hiyo hakikisha unaangalia unategemewa kiasi gani kwenu Umweleze mtu wazi, tusifanane na wale watu ambao wanajaribu kuficha. Mpaka anapiga picha sebule za watu, anapiga picha sebule za za guest, anamtumia mtu kwamba hapa ndio kwangu. Ukimuingiza mtu ndani kwa kumdanganya... yuko mmoja alimdanganya mwenzake, kumbe amefungwa kizazi. Yule alipata tatizo gani? Mwenzake anahangaika na hospitali, hospitali kila mara, mpaka mwisho ndio daktari mmoja akamshtua kwamba huyu mwenzake hawezi kuzaa. Huyu sasa, vitu kama hivi kusema watu wanaendelea kuvumiliana tu hapo, kwa kwanini udanganye? Kuna mtu anakupenda kama ulivyo, kama huzai, yuko mtu anayetaka mtu asiyezaa vile vile, wapo watu kama hao, kwa huna sababu ya kukaa kiudanganyifu, fudanganyifu hutamficha, vitajitokeza mbele tu na vitasababisha kuchoke, kwa sababu ulitumia hila. Mtu wa kuone ulivyo. Mimi nilipo nimwambia mwenzangu, mimi ni mtumishi wa Mungu, kwa hiyo unapoolewa, na utanikuta nikiwa na vijana wawili na kaa nao hapa, yaani ya ili kwamba hata kama wataondoka sasa, kwa sababu naoa sasa, lakini uelewe huko maisha yako katika uhalisia hiyo inakusaidia kwamba msiigize na mwe. Maisha ya watu wengi wamekuwa magumu, lakini kwa sababu ya kudanganyana na kutaka kuonekana kwamba umejipanga wakati hujajipanga bado. Yuko mtu yuko tayari, mfanye kazi pamoja, muendelee mbele. Kwa hiyo hakikisha una mwongozo fulani, una vigezo ulivyoviweka vinavyoweza kukuongoza kwamba mimi nisiangalie tu juu juu huyu mtu mwenye hiki mwenye hiki mwenye hiki, sio vitu vya kiuchumi tu, lakini mwenye tabia hizi mwenye hili mwenye hili, ndiye nitaweza kumpenda hadi hadi kufa kwangu, kwa sababu usipoangalia ujuu juu, unashindwa. kuna mtu mmoja alimuoa dada ambaye anaimba vizuri, hakuangalia vigezo vingine, angalia anavyoimba vizuri. Kumbe hakuwa anavutiwa na sura yake vizuri, kwa wakati mwingine wakiwa nyumbani, akimwangalia hata havutiwi. Matokeo yake, naomba hebu imba lile pambio kidogo, ili ili ile sura irudi, ile hali ya kumpenda ije. Kwa hebu jitahidi katika maisha yako usipuuzie kitu chochote kinachokupa mashaka kwa sababu wako watu wengi sana. Wako watu wengi sana duniani ambao ukishamuoa ukiolewa naye ndio mambo ya maisha hamna kuangalia nyuma tena. Lakini ukweli ni kwamba ukitulia vizuri unampata mtu sahihi. Jambo la tano, kushindwa kusimamia maono. Yaani maana yake ni kwamba, uh, inafanana na hilo lililotangulia kulisema ni kwamba una maono yako kabisa kwamba mimi nahitaji mtu wa hivi na hivi na hivi. Lakini kutokana na hivi. Lakin vitu fulani vinavyojitokeza ghafla. Kuna mtu ameanza kukusaidia saidia, ameanza hivi tayari, unakuwa na ule tunaita upendo wa zezeta. Unajikuta unabadilisha, unapuuza vitu fulani, unasema mimi, ngoja tu niolewe na ngoja tu nimuoe. Unaanza kuignore mambo ambayo yalikuwa ni ya msingi kwako kwamba mimi siwezi kuoa au kuolewa na mtu ambaye ana mambo haya kwa sababu yatanisumbua ya, lakini kwa sababu kuna vitu amekufanyia fanyia kidogo vijizawadi -zawadi. basi vile vinaanza kusema ah, mimi naona atabadilika na nataka nikuambie kwamba mtu ambaye ameshindwa kubadilishwa na mafundisho ya watumishi wa Mungu, ya neno la Mungu kanisani au kwenye huduma, wewe hutambadilisha. Wewe useme tu, nimempenda, nitakabiliana na udhaifu wake, niko tayari. Lakini kusema eti wewe umemuombea abadilike kwa sababu ya kumuoa, usijidanganye. Wewe sema tu kwamba hakijiridhisha kwamba huu dhaifu wake naweza nikauvumilia. E, ni mdogo tu hauna madhara makubwa. Lakini kama hauvumiliki, usidanganyike, wewe chukua hatua kwa sababu itakugharimu sana. Usipuuze mtu ambaye unamuona, hata mkiongea maneno anayotumia sio mazuri. Ukichelewa kidogo kuk... katika muda mliopanga kukutana, labda mahali mzungumze, labda nini, anatumia ukali, unajiuliza hivi, huyu nkitoka kazini nimechelewa inakuwaje? kwa usipuuze, kwa sababu hivyo vitu vitajitokeza na kukupa majuto baadaye. Lakini yupo kwa ajili yako, mwingine mzuri. Kwa hiyo usifikiri ni huyo, usiwe na upendo wa zezeta kwamba hakuna mwingine zaidi ya huyu. Hebu fikiria, mtu umesoma mpaka chuo kikuu unafika mahali umempata mpenzi, anakuambia mimi naona siko tayari kukuoa tena. Unajirusha kwenye gorofa, unashindwa na watu wa darasa la saba wametulia zao, wengine hata wajasoma wametulia, na Mungu anawasaidia wanakutana na mtu sahihi. Kwa hiyo usimuingize mtu moyoni kwa kiwango ambacho utaumia. Mtu ambaye hajawa bado mkeo au mumeo, usiruhusu waingie moyoni mzima mzima, uwe na mahesabu ya namna ya kumuingiza moyoni. Usimkubali mia kwa mia, kwa sababu utaumia sana atakapokuambia kwamba basi kumbe ni Mungu anakuepusha na janga fulani. Kwa hiyo ni vizuri katika maisha yako ujifunze hilo. Lakini jambo jingine la sita, kungojea au kutafuta mahali ambako sio sahihi. Ah, tumekutana na tatizo hili la watu wengi kungojea mahali ambako sio sahihi au au mahali ambako kwa mfano wewe unamhitaji mtu wa kiwango fulani. Lazima umuombe Mungu akusaidie uweze kukaa katika mazingira hayo. Ndio maana utaona kwamba Isaka alitafutiwa mke mbali na, na kwa sababu kuna vigezo vilikuwa vinahitajika. Sasa sina, si lazima kwamba uolewe hapo hapo kanisani kwako, ingawa kwa tunajua viongozi wa imani au wa dini tunapenda sana watu waolewe hapo hapo, kwa sababu nyingine sio sababu za kimsingi sana, ni vile tu tunaona mafungu ya pesa, anaweza akaondoka tu, ni mtoaji mzuri wa zaka au ni mtumishi mzuri. Mungu atainua mwingine, Bwana. Hata sisi watumishi wa Mungu tutaondoka duniani na kazi haitakufa itaendelea tu. Kwa hiyo kuingilia masuala ya maisha ya mtu ya destiny ya mtu, kumzuia kwa sababu ya za kanisa, sio vizuri, ili mradi aolewe na mcha Mungu kwa sifa zinazokubalika lakini sio lazima atoke kwenye kanisa hilo. Kuna mtu amejilazimisha mwingine, basi unakuta hakuna compatibility yoyote sasa kati yao. Maana vijana walioko pale, dada wa watu wana elimu yake, labda ana degree yake, watu wengine walioko hapo bado maisha yako chini na wamemaliza la saba. Tusiseme kwamba mtu akishakua si aolewe na wa la saba, lakini kuwa na vigezo vinavyofanana fanana fulani hata kama yuko kiwango cha chini ambavyo itapelekea kwamba hata kama hawana elimu sawa lakini waweze kusaidiana mbele ya safari, lakini kulazimisha tu kwa sababu hamtaki atoke kanisa jingine kunapelekea watu kuingia kwenye matatizo makubwa. Ninasema ile kwa sababu mimi nili niko Tanga, lakini nilipata mke nikiwa kwenye semina, kwa semina nazozifanya mbali nilikutania naye kule Sumbawanga. Kwa hiyo unapokuwa unapokuwa unahitaji mwenzi wa maisha, panahitajika kushiriki makongamano mbalimbali mbali, kushiriki semina mbalimbali kambi mbalimbali mbali ambazo vijana wanakutana ili iwe rahisi kupatikana wepesi wa kukutana pengine na mtu fulani. Lakini kama wewe unafunga na kuomba tu, lakini uko hapo hapo, hushiriki huendi, safari zote zenye huduma mbalimbali, kuna uwezekano wa watu ambao wanatafuta mtu kama wewe hawajui kwamba kuna mtu kama wewe, na ukajikuta una nafasi yako ya uchaguzi ni ndogo sana, kwa sababu inahusisha watu wachache. Kwa hiyo mara nyingi sana unapokuwa katika lazima upanue wigo. Kuna mahali maandiko yanatuambia panua hema yako. Yaani wigo wako wa uchaguzi upanuke ili kwamba usingangane na mtu mmoja. Unakuta sengine hapo kanisani watu wanamgombania kaka mmoja, maana wanaona ndiye mwenye mwelekeo. Watu karibu watano wote wanamuota huyo huyo mmoja. Lakini ukifuatilia sana, na kwa sababu hawana uchaguzi mpana zaidi. Na haya mambo yanahitajika kumuomba Mungu kuhusu mwenzi wa maisha tangu mapema. Usichelewe. Kuna watu kwa sababu wanaona hana hitaji kwa sasa Hataki kuanza maombi mapema, anasubiri mpaka ameingia kuajiriwa. Lakini kumbe angeomba tangu akiwa mwanafunzi, anaendelea kumuomba tu Mungu, kwamba Mungu, niandalie mwenzangu. Hata mwingine anajikuta ameingia kazini. Sasa pale kazini watu wote wameoa, ndio walioko pale, yeye peke yake, kwa anajikuta ni hali ni ngumu. Mwisho anakuwa ni mtu wa kusimama na kuanguka, kudanganywa danganywa tu pale, kwa sababu hakulielewa hilo vizuri. Kwa hiyo hakikisha kwamba unaelewa kwamba kama vigezo vyako unahitaji watu wa namna fulani. Jitahidi unaposikia kuna semina, kuna makongamano, unaenda kule, utaweza kutengeneza mazingira ya watu kukuona na wewe kuona watu wa namna fulani. Watu wakichangia mawazo waki, unaanza kupata mawazo kwamba huyu mtu anayechangia hivyo anaweza akafaa akafaa kwenye kwenye mkijadiliana kwenye vikundi unaona kwamba huyu ni mtu ambaye ana mawazo huyu maana sio swala la mba, sura tu ni swala na, ndio maana watu wanashauri kwamba kuna umri ambao unaangalia sura za nje, lakini ukishafikisha miaka kuelekea 30 kwenda mbele unaangalia sasa tabia. Yaani ukioa mapema sana wewe unavutiwa na miguu na, na, na macho, huangalii mambo ya msingi ambayo anaweza akabadilika saa yote, kama chakula hakuna kwa sababu mtu alikuwa anakula nyumbani kwao na analelewa kwao. Lakini unavyoendelea unaanza kuangalia qualities za vitu ambavyo kwamba huyu mtu anaweza kubudget kiasi gani, huyu mtu anaweza kunisaidia kiasi gani. Ndio maana kuna binti alipewa na mvulana gauni zuri sana, akamwambia kwa sababu mvulana ameshakuwa mtu mzima kiasi, hakushukuru tu kwamba unanipenda sana, akamwambia, umewahi kumpa mama yako gauni kama hili? Ah, sijawahi. Unajua, ni wewe nakupenda, na akaongeza na Kiingereza, i love you, kuongeza uzito. Lakini ukweli ule, binti akamwambia, kampe mama yako kwanza. Kwa ni muhimu sana katika maisha kuelewa kwamba unahitajika kujipanga vizuri. Lakini jambo la mwisho, kuwa na ushuhuda mbaya, nako kunachangia wakati mwingine iwe vigumu. Hakuna mtu ataoa bila kuuliza kuhusu wewe na napenda uwe makini mno katika hilo. Ukiwa na tabia za ajabu ajabu katika mtaa wenu usifikiri utakuwa salama sana. Unaweza ukakuta mtu anafika, dalili ya mwisho anaacha ghafla, na wewe unaanza kujiuliza, mbona kila nikichumbiwa tukifikia hatua fulani, na mkosi gani? Kumbe ni kwa sababu alikuwa hawajui, anafika hatua fulani ndipo ameshaendelea sana, anaambia yule dada ana moja mbili tatu, yule kaka ana moja mbili tatu, na ni mambo yao yenye uhalisia na wala hukumbusi kwamba a taku Kuku, kuku, kumwambia chochote. Kwa hiyo anaona da, kama hali ndiyo hii tena sitaweza. Kwa hiyo jitahidi sana kulinda ushuhuda wako tangu mapema, kwamba marafiki zako ni akina nani, sio wa kiume tu, kwamba una mahusiano na wanaume hata wasi, wasichana, kwa sababu mtu anaangalia huyu mtu, kama marafiki zake wasichana ndiyo hawa, uvaaji wao ndiyo ule, na maisha yao ndiyo yale, maongezi yao ndiyo yale, ndio rafiki zake, yeye yukoje? Lazima anafanana nao. Kwa hiyo jitahidi sana kuwa makini na ndio maana Paulo alipofika maeneo fulani akapata aka, aka, aka sifa za Timotheo kwamba ni kijana mzuri yuko hivi akamchukua aende naye kwenye huduma kwa sababu aliona sifa njema alizo, alizoambiwa za kijana yule. Kwa hiyo na wewe katika maisha yako jitahidi au nimeyaona sana na iliwahi kutokea kwe, hata kwangu. Yaani bi msichana umeona kabisa hivi nini mbele ya safari sasa unakuja kushangaa mambo mazito ambayo yana ukweli ukiyafuatilia hata wewe mwenyewe kuyapuuza inakuwa vigumu. Ni kweli anaweza kuwa mwingine amebadilika lakini ukweli ni kwamba mwingine sasa anaonyesha kwamba sio tu kwamba mbadilika. Ni maisha ambayo ameendelea nayo hata akiwa kwenye imani amekuwa na shida hizo. Kwa hiyo ni muhimu sana katika maisha yako kujitahidi kuwa mtu mwenye tabia njema, kukaa na watu sahihi. Tabia, nikisema ushuhuda mzuri ni kwamba hata kuhudumia watu, kuhudumia watu wazima ni, ni, ni, kuna ushuhuda ninaopenda kusema mara nyingi kuhusu mke wangu kwamba nilipoenda kwenye kanisa hilo nafanya semina wakati nimeshaona kwamba ni mtu kama ananifaa nilishangaa kwamba yeye, sijaongea naye chochote lakini, katika kanisa hilo nikaja kukuta kwamba mtu anayekuja asubuhi kuja kuchota maji kusaidia kwa mchungaji ili ili kwamba maandalizi ya wageni tuliokuja pale ni yeye anayekuja. Wengine wote nawaona tu kule kwenye kwaya wakiimba. Kwa hiyo nilipoona hilo, nikanipa pia tiki kwamba ingawa sijafahamu kwa kina, naendelea kufanya utafiti zaidi, lakini huyu mtu ambaye yeye ni mgeni tu hapa lakini yeye ndiye anakuja anajua kuna wageni anakuja kusaidia kwa mchungaji huyo, mtu anaweza akanifaa kama mama mchungaji. Kwa hiyo ni muhimu sana hata wewe katika maisha yako kuelewa kwamba usijipendekeza kwa kwa vijana tu, hata watu wazima wanaweza kukutengenezea mazingira, wakasema kuna dada pale, wakaeleza sifa njema za kwako. Sababu unaweza ukaona huyu baba, kwani atanioa mtu mzima huyu? Unampuuza, hata humsalimii, unapita tu, ila unachekea vijana tu. Hiyo ni hatari sana, kwa sababu hawa wababa nao wanaweza mgira, akamwambia kijana, yani, kama unataka kuoa kwa kweli yule binti yule yuko vizuri. Akatengeneza sifa mwisho ukaolewa. Lakini kwa sababu wewe unapuuza watu, unapita watu njiani, hujali watu wazima, unachojali wewe ni yule tu ambao unaona kuna dalili kwamba anaweza akakuoa. Kwa hiyo jitahidi sana katika maisha yako. Wewe ambaye ni msichana, wewe ambaye ni mvulana na mzazi pia kuelewa kwamba kuna mambo ya msingi ya kuzingatia kama tunahitaji kupata mwenzi sahihi wa maisha. Kuoa sio kuokota, ni kuoa. Kwa hiyo tunahitaji Mungu atuongoze na atusimamie vizuri. Kwa hiyo naamini haya niliyokueleza yatakusaidia kwa sehemu yako mengi, lakini huu haya anaweza akakusaidia katika maisha yako, na unapokuwa na swali hata wakati mwingine la kibinafsi unaweza ukaniuliza tu ili tuweze kukushauri, ili mradi usielemee upande wote wa kulazimisha mtu fulani ya kuoa. Maana nimeona wengine ananiambia huyu mtu ni hebu niombee, nataka anioe. Sasa hiyo sio sio utaratibu mzuri. Wewe sisi tunaomba Mungu mapenzi yake yatimizwe, ya Mungu ndiye anayejua kwamba nani anakufaa. Ndomana, kaka mmoja, dada mmoja alikuwa na wavulana wawili wamemchumbia. Mmoja mrefu, mmoja mfupi. Na alikuwa anavutiwa na yule mrefu zaidi. Akapewa maono fulani kwamba kuna miti miwili, mti mmoja mfupi, mmoja mrefu ikawa kuna upepo mkali. Sasa ile miti inainama, inapanda, inainama, ule mrefu ukakatika. Ka. Kwa hiyo ilikuwa inamuonyesha nini? Ilikuwa inamuonyesha kwamba, katika wale vijana pamoja na kwamba unavutiwa sana na yule mrefu lakini kuna ma mawimbi yatatokea mbele ya maisha yenu ambayo hataweza kuyastahimili. Kwa hiyo wewe using'ang'ane tu na sura za nje na mwelekeo ule, yule anaweza kawa hakufai kama yule ambaye wewe hujadhani kama anakufaa. Kwa hiyo Mungu akusaidie yafanyie kazi mambo haya ili aweze kukupa hatua fulani katika maisha yako na uweze kufikia mahali pa kumpata mtu sahihi ili maendeleo ya maisha yako yawe halisi kwa sababu ukichukua ukiolewa ukioa mtu ambaye mnapishana kila siku hamtakuwa na maendeleo yoyote. Tumeona watu ambao hawezi kuweka pesa zake nyumbani, mke wake hajui, mpaka mtu anakufa kumbe alikuwa na ghorofa. Mtu anaweka pesa kwa jirani, matokeo yake jirani anapokufa, unashangaa mtu analia kuliko hata wale wale ndugu zake yule mtu aliyefariki. Kwa nini analia sana? Alikuwa anaweka pesa zake kwake hata kuandikishana kwa hakuna, kwa hiyo anajua amekula hasara. Tunahitaji huyu mtu awe ni confidant wako, ni mrafiki wako wa karibu kuliko mtu yeyote ambaye mnashirikishana mambo na sio kufichana. Mungu akusaidie ili uweze kufikia yale ambayo Mungu ameandaa kwa ajili yako, akukutanisha na mwenzi sahihi wa maisha yako ili uweze kufurahia maisha na uweze kumtumikia Mungu kama inavyopasa. Mungu akubariki sana.